Hii imewezesha kupatikana kwa fedha ambazo ni makusanyo ya Halmashauri ya Wilaya ya Songea. Fedha hizo ambazo ni kiasi cha milioni tisa nukta mbili za makusanyo ya mapato katika vyanzo mbalimbali zilikusanywa na mawakala huko katika uh, halmashauri yetu ya wilaya ya Songea kupitia mifumo ya elektroniki na hazikuwasilishwa benki kwa wakati kama taratibu zinavyotaka. Hivyo baada ya TAKUKURU kufanya ufuatiliaji wa fedha hizo, ziliweza kuwasilishwa benki kama taratibu zinavyotaka, kiasi hicho cha milioni 9.2. Ufuatiliaji huu umewezesha pia kuongezeka kwa makusanyo katika halmashauri ya Wilaya ya Songea. Wakati sisi tunafanya huu ufuatiliaji, tulikuta makusanyo yao yako chini ya asilimia 50. Hivyo sisi baada ya kufuatilia na kufanya nakufanya, sasa wameweza kufikia asilimia 102.6 ya makusanyo ambayo yanatumia mifumo hii ya kielektroniki. Katika hatua nyingine, tumetoa ushauri wa kurekebisha mapungufu kwenye miradi mitatu ambayo tulifuatilia kwa kukuta na mapungufu. Miradi hiyo ilikuwa na thamani ya milioni 29.9 na mapungufu hayo yalifanyiwa marekebisho. Miradi hiyo ilikuwa kwenye sekta ya miundombinu, sekta ya kilimo na sekta ya fedha. Pia katika kufanya kazi zetu katika kipindi hiki, ofisi iliweza kufanya chambuzi za mifumo tatu pamoja na washa tatu na kuweza kukaa na wadau kwa ajili ya kuwekeana maazimio ya kuzima kuziba mianya ya rushwa kwenye hizo washa. Jumla ya maazimio 16 yalifikiwa kwenye hizo washa zetu tatu, na ambapo tutafanya ufuatiliaji katika kipindi hiki tunachoendelea nacho, tuone yale maazimio utekelezaji wake umefikia wapi. Pamoja na hayo, tuna utekelezaji wa programu ya TAKUKURU Rafiki. Utekelezaji wa programu hii umefanyika katika kata 12 katika kipindi hiki cha robo iliyopita, ambapo jumla ya kero 118 ziliibuliwa. Kati ya kero hizo, tumefanikiwa kuzitatua kero 89 na kero 29 zinaendelea kufanyika utafiti wa ufunguzi wake.